Siri ya tarumbeta saba onyo la mwisho kabla ya hukumu. Baada ya kufunuliwa kwa mihuri saba, kitabu cha Ufunuo kinaendelea na tarumbeta saba. Kila tarumbeta ikipigwa inaleta tukio la kiunabii la kipekee duniani. Tarumbeta hizi ni ishara za Mungu kuwakumbusha wanadamu kubadilika, kutubu na kuishi kwa haki. Tarumbeta ya kwanza. Moto na mafuriko kwenye ardhi, ishara ya onyo kwa wale wasioamini. Tarumbeta ya pili, bahari kuwa damu, samaki wengi kufa, ishara ya uharibifu wa maisha yasiyo ya haki. Tarumbeta ya tatu, mito ya maji kuwa sumu, ishara ya mateso kwa waliokosa njia ya Mungu. Tarumbeta ya nne, giza kushika sehemu ya dunia, ishara ya kukosekana mwanga wa kweli. Tarumbeta ya tano, wanyama wa kiroho kutoka kuzimu, mateso kwa waliodharau maandiko. Tarumbeta ya sita, magharibi na mashariki kutawanyika vita, ishara ya kuharibika kwa mfumo wa dunia. Tarumbeta ya saba, hii ndiyo kubwa zaidi, sauti kutoka mbinguni, dunia ikijaza hofu na kutangamana kwa haki ya Mungu, ikifungua mlango wa hukumu ya mwisho. Tarumbeta hizi sio za hofu tu, bali za onyo na mwongozo wa upendo. Mungu anataka watu waamini, watubu, na wawe tayari kwa kurudi kwa Yesu Kristo. Kila tarumbeta ni sehemu ya mpango wake wa kufanikisha ushindi wa mwisho na uokovu wa milele. Usikose sehemu inayofuata ya Ufunuo. Bonyeza subscribe, Simulizi za Biblia, share na ufuate safari hii ya kiroho. Video inayofuata itafunua siri ya vikombe saba, ghadhabu ya mwisho.